Okay. Uh, naitwa Surah Nyembo ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization. Uh, leo tunashukuru tumeweza kualikwa hapa katika uzinduzi wa kituo cha afya ambao leo mwenge wa uhuru uh, utaweza kuja kukizindua, ukuweza kuweza kukagua huu mradi uh, kwa hapa Kigamboni Uh, lakini pia eh, tunashukuru tuna, tuna, tuna uwepo wetu hapa kwa ajili ya kuweza kutoa elimu juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya uh, kwa wakazi wa, wa eneo hili uh, Drug Abuse Prevention Organization uh, imejitahidi au imefanya makubwa katika uh, mbili ishirini na nne, mbili ishirini na tano, tunaweza kumshukuru Mungu uh, na mimi ni mmoja wa, wa, wa, wa, wahudumu, wa, wa, wa, wa Dapo kwa naweza nikawa kwa ni sehemu ya kuweza uh, kujivunia uh, kwa sababu mchango wangu ni mkubwa katika kuweza kuhakikisha Dapo inafanya huduma vile inavyostahili, uh, katika namna ya kuweza kupunguza uhitaji kwa kuweza kutoa elimu katika jamii, lakini katika namna uh, ya kuweza kutoa huduma za utengemao kwa wale ambao uh, tayari walikuwa ni watawaliwa wa dawa za kulevya. Ah, mbili ishirini na nne mbili ishirini na tano, Dapo recovery house imesaidia zaidi ya watu mia moja kuweza kurecover ah, na wengi wao ah, wamerudi katika mashule wengi wao wamerudi katika ajira ah, wengi wao Uh, wameweza kujifunza taaluma mbalimbali, uh, na, na, na wengi wao wameweza kurudi, wengine kufanya biashara ndogondogo na biashara nyingine zote za ujasiriamali uh, na wanaweza wakawa na manufaa katika, katika jamii. Nashukuru sana kwa sababu uh, lengo kuu uh, la Drug Abuse Prevention Organization ilikuwa niweza kumwona huyu uh, mtawali wa dawa za kulevya anarudi katika hali za kuweza kujitambua, anaishi pasipo matumizi ya dawa za kulevya, lakini anakuwa na mchango mkubwa katika... Kwa jamii kwao tunashukuru sana na tunaweza kufurahia kwa hilo, lakini pia Drug Abuse Prevention Organization Dapo uh, iliweza kutoa elimu uh, mbili ishirini na nne mbili ishirini na tano kwa jamii kubwa ya Tanzania kupitia uh, media mbalimbali, tumeweza uh, kuweza kufikia jamii kubwa ya Tanzania na kuweza kuwapa elimu uh, juu ya athari zote zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya, lakini uh, Drug Abuse Prevention Organization ilijaribu kwenda katika vijio vya bodaboda, ilikwenda katika mashule, ilikuwa inatoa elimu kwa mtu mmoja mmoja. Uh, kwa hiyo tumeweza kuwafikia jamii kubwa ya Watanzania katika sekta tofauti tofauti na kuweza kuwapa elimu juu ya athari uh, zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya kwa sababu tumeona watu wengi wanaji ingiza katika matumizi ya dawa za kulevya uh, ni kwa sababu tu hawakuwa na elimu ya kutosha juu ya athari zitokanazo na matumizi ya dawa za kulevya. Hivyo tunavyotoa elimu uh, juu ya athari ya matumizi ya dawa za kulevya ni sehemu ya kuweza kupunguza uhitaji. Uh, leo tuko hapa uh, tunaendeleza kuweza kutoa elimu katika uh, sehemu hii kama tunavyoiona na banda letu uh, liko mwisho kabisa kule, lakini katika hiyo mbili ishirini na nne uh, mbili ishirini na tano Surah Nyembo ambaye ni mkurugenzi wa Drug Abuse Prevention Organization aliweza uh, kupata tuzo uh, ambayo uh, ilikuwa inawaniwa katika sekta ya afya pamoja na tija katika jamii, aliweza kupata tuzo uh, na tunaweza kushukuru jamii uh, kubwa ya Tanzania kuweza kuona kuona uh, kuona mchango wetu kuona kile tunachokifanya. Uh, labda uh, niweze kushauri kwa uchache uh, kwa wale ambao hawajajiingiza ya dawa za kulevya wasiingize katika matumizi ya dawa za kulevya, na kwa wale ambao uh, tayari wameshaingia katika matumizi ya dawa za kulevya, ni vyema kuweza kutafuta vituo ambavyo vinatoa huduma za utengemao. Kuna mati clinic, kuna, kuna nyumba za upataji nafuu waweze kuweza kutengemaa na kuweza kurudi kuwa wanachama wazalishaji katika jamii. Kwa hiyo uh, Tanzania bila matumizi ya dawa za kulevya inawezekana.